Lebanoni imeishutumu ndege ya Israeli kwa kunyunyuzia dawa ya kuua mimea katika vijiji vya kusini mwa Lebanon. Katika viwango vilivyotajwa kuwa vya juu sana, hali inayozua wasiwasi kuhusu usalama wa chakula na mazingira. Wizara ya Kilimo na Mazingira imesema vipimo vya maabara vimethibitisha kuwa sumu hiyo ni glyphosate kemikali inayotumika kuharibu mimea. Rais Joseph Aoun wa Lebanon amelaani tukio hilo alilolielezea kunyunyizia vitu vyenye sumu, akikiita ni ukiukwaji wa uhuru wa Lebanon na uharibifu wa mazingira na afya. Vikosi vya ulinzi vya Israeli IDF vimeiambia BBC kwamba hawana maoni yoyote kuhusu jambo hilo. Kusudi la kunyunyizia dawa ya kuua mimea Israeli inasema ni kwa ya kuwa magugu kwenye vijiji, jambo ambalo bado halijabainika. Wakazi katika vijiji kadhaa vya mpakani wameripoti kunyunyuziwa dawa hiyo, ambayo inakuja zaidi ya mwaka mmoja baada ya kusitisha mapigano ya kumaliza vita kati ya Israeli na kundi la Kiislamu la Shia la Lebanon la Hezbollah. Mapema wiki hii, walinda amani wa Umoja wa Mataifa nchini Lebanon walisema walikuwa wamearifiwa na Israeli kuhusu unyunyiziaji dawa buna mpaka na walitakiwa kujificha. Taarifa hiyo iliwalazimisha kufuta baadhi ya shughuli zao zilizopangwa na kwenda mbali kujificha, ambapo walinda amani wa Umoja wa Mataifa nchini Lebanon pia walisema hii haikuwa mara ya kwanza kwa vikosi vya Israeli kuangusha kemikali kwa kutumia ndege juu ya eneo la Lebanon. Makumi ya maelfu bado wamekimbia makazi yao baada ya uhasama kati ya Israeli na Hezbollah tangu 2023 hadi 2024, lakini changamoto changamoto za kurudi nyumbani zinazidi kuwa mbaya kutokana na mambo yanayozidi kuendelea. Maeneo ya Lebanon yanategemea sana kilimo, mashamba ya mizeituni, tumbaku na mazao mengine, na tukio hili linachanganya sana na kurudisha nyuma uwezo wa watu kurudi majumbani mwao, kudumisha riziki zao na kujenga upya baada ya uharibifu mkubwa, alisema Rams Kais, mtafiti wa Human Rights Watch nchini Lebanon wataalamu wanaonya kwamba matukio kama haya hayadhuru tu mifumo ya ekolojia ya ndani bali pia yana athari kubwa za kiuchumi kwa sekta ya kilimo ya Lebanon. Mnamo Aprili 2025, shirika la chakula na kilimo la Umoja wa Mataifa liliripoti kwamba mgogoro wa 2024 ulisababisha uharibifu na hasara ya zaidi ya dola milioni 700 kwa sekta ya kilimo ya Lebanon hasa kusini na kwenye bonde la Bekaa. Shirika la kimataifa la utafiti wa saratani la shirika la afya duniani WHO linaainisha tukio hilo kama tukio linaloweza kusababisha saratani kwa binadamu. Wizara ya Mambo ya Nje ya Lebanon imesema inakusudia kuwasilisha malalamiko rasmi dhidi ya Israeli kwa baraza la usalama la Umoja wa Mataifa. Hii ni Msasa Media. Msasa kisasa zaidi.